Kabisa huku pepo unakovuma, nimekuja kupiga stori na anko bwana, kaka mkubwa Dudu Baya, Conki Master, oili chafu bwana, kupitia tukasema tuzungumze naye mawili matatu bwana, kwa sababu uh, industry ili uweze kujua vizuri au kupata madini mengi, basi uje eh, kwa Conki Master kidogo uweze kupata Kwema, kwema. Asalamu alaikum. Alaikum salama. Tumekuwai ulikuwa nataka kutoka mida hiyo hiyo, tuka ya mida hii, nilikuwa nataka nichomoke ni, ni, ni, ni kakae na wana samwe ambao mitasio ya, ya mbali na home, kwa sababu mimi naishi mwenyewe, so nahitaji ukaa na watu kama madaktari ambao walishani. Shauri leo ni game ya Simba na mimi ni mwana Simba damu tunaelekea labda bara bichi pale na nini, shanelewa mitaa ya kwa nini sasa. Achana na watabiri wagani wengi sana duniani, wanafiki ni wengi sana duniani. Mheshimu mkeo na mkeo wa kuheshimu. Alafu matatizo yenu myamalize ndani, asikimbilie kuomba ushauri nje, na wewe usikimbilie kuomba ushauri. Na pia kwenye mahusiano yako yanapoingia tatizo lolote, usikimbilie kwenye ji yako kuomba ushauri, nenda kwa wazee. Sasa naelewa, usikimbilie kwa vijana wenzako, hao watakupoteza. Hata mkeo akikimbilia kwa mashoga zake, hawa watampoteza kwa sababu wao, unakuta wajaolewa, unaomba ushauri ndoa zao ni ngumu au wa wajao oh, shanaelewa. Kwa hiyo ndoa ni kuilinda wewe mwenyewe ndani ya nyumba yako, matatizo yenu yamalize wenyewe. Na ujumbe mzito kwenye ndoa ni kwambie, kitu kimoja nimeshajifunza kwa wajamaika, mnaweza mkagombana asubuhi sawa, lakini make sure giza likiingia, mmalize matatizo yenu kabla mjapanda kitandani ili malaika wa riziki waje usiku kuwatembelea, kuliko usiku mkiwa mmenuniana. Kwa hiyo mnaamka na nema na baraka za Mwenyezi Mungu. Karibu sana. Ah, nimefika pakufika tu nimeondoka na madini kama haya. Nakushukuru sana kama mkubwa bana leo, alionaleta bwana ni mambo kadhaa, na kuhusu industry ya mziki na wasanii, na nafikiri nianze na swala la huu mziki mpya. Nimeona sasa hivi kuna mziki fulani beat kama limechangamka, yani kama singeli imetoholewa fulani hivi inaongeza you know, kama upiano ubongo flavor fulani. Nimeona Mario amefanya sana wimbo wa dunia na cheka kwa dharau, mabiti hayo nimeona hata Harmonize naye amekuja na hii kidedea, nayo beat mfumo huo nimuna je melody naye amekuja beat mfumo huo na jana, na jana kama nilikuwa sehemu jana nilisikia na, na juks pia na ngoma design mm hizo -hmm. Yes, yes. Kwa hiyo nikaa najuliza inawezekana wasanii wa bongo Flavor wamehisi hawawezi labda wakusuchi vizuri kwenye singeli, wakawatumia maproducer kuja na mfumo huu wa mziki beat lilochangamka, lakini pia kwa nini yao yanafanana, sasa kusio na creativity yaani ni swala la msingi kwenye mziki, nishazungumzia miaka mingi sana. Tanzania tunahitaji mziki wetu hata. Oliver Mtukudzi ambaye alikuwa ni legend, aliwa mziki Afrika kutoka Zimbabwe alishakuja hapa posta, akafanya press conference. Alikuja kwenye Bagamoyo Festival ilikuwa inafanyika kila mwaka, sijui kwa sasa hivi. Bagamoyo Festival, tamasha linakusanya hata tunavyosema kama sauti za busara Zanzibar. Sasa waga kuna Bagamoyo Festival. Sijui sasa hivi kama inaendelea, yes. Inafanyika karibu wiki nzima inakusanya wa, wasanii wa ndani na wa kimataifa. Alikuja kwenye hilo tamasha, akaofanya press conference post na wandishi wa habari akasema, Tanzania, the problem hamna mziki, nyinyi ni watu wa kuigaiga, muwe na mziki wenu. Hiyo ndio maana ukienda Zimbabwe wana mziki wao hawaigi mziki wa South Africa, japokuwa wako majirani makilikili ni Botswana na South Africa ni majirani, walihiti na wale makilikili lakini wa south wa kufanya nini? Hawakuiga wa Zimbabwe wa kufanya nini? Hawakuiga mapiano yapo, lakini Botswana na Namibia Zimbabwe hawafanya nini? Hawaigi sisi huku ndio tunaiga. So nikazungumza sana kwamba Tanzania inabidi kuanzia media serikali kwa maana ya wizara sana kuja mpaka BASATA vyombo vya habari wasanii maprodusa yani, wadau wote kukaa kwamba tuwe na biti hii kama alivyokaa Nigeria afrobeat, tuwe na beat hii, tusige huku tusige huku. Kwa hiyo mziki huaga, kuna kitu kinaitwa flame, yani flame. Sii ni kueleze ni kitu gani ya, yani flame hivi lakini tu ile ile flame. Huyo anaweza akaweka sinea hii akaweka bezi hii akaweka taa lakini kwenye frame, na ndio maana unaona ngoma za Wanaigeria ukisikiliza tu unajua wa Wanaigeria, lakini yani ushanena mapiano ukiyasikiliza ni yale, lakini yana, yani kuna vionjo vya tofauti, lakini frame. So Tanzania tukija sasa hivi tumeshaanza kujipata kuwa na nini na mziki wetu wa Singeli. Singeli yango ni kukumbushi ilikuwa zamani ni, ni mnanda, okay. Mnanda akina baba jei, makundi kama Jagwa, Wanyamwezi family, ushanelewa vizuri, watu wa zamani wanajua huo mnanda shanelewa. Sasa ule mnanda ulikuwa shughuli zote za uswahilini, ndo wale wanaalikwa, anatolewa mwali, ndo mziki mnanda sasa hivi ndio imekuja neno inaitwa nini, singeli. Ni sawa sawa na wasauzi walikuwa na kwaito, sasa hivi ni mapiano. Sasa tukiwa sasa kwenye singeli, sasa ndio hii singeli inatakiwa ndio inakuwa, kila miaka inabadilika, lakini tubaki kwenye frame ile ile, sio? Umeshanaelewa. Kwa hiyo hicho unachokusema wewe kwamba yanafanana, haina mbaya, lakini labda itofautishane kwenye chorus, kwenye mashairi labda bezi lakini flame flame ni ile ile, umeshanielewa vizuri. Alafu kwa angalizo tu, kupitia Bongo 24 tukizuba wa Tanzania, hii singeli leo utakuta hata mataifa mengine kama Nigeria paka Marekani wanaweza wakaigeuze ikawa mziki wao, miwaga ni mtabili. Juzi nimekaa hapa, ingieni kwenye mtandao, lema ana ngoma mpya haiko kwenye mazi ya singeli vizuri, umeona ile ile duda la lemo wa Nigeria, ni singeli babu ile. Kama wenyewe wa Nigeria wameshaanza kuona singeli ni kitu, utashangaa sasa, watakuja kuna taifa itasema huu ni mziki wetu, alafu akaita jina, sio singeli. Kwa hiyo inabidi media, wasanii wa singeli wawezeshwe hasa video production ziende kimataifa kuliko kufanya video loko, tuboreshe muziki na nampongeza mheshimiwa rais Dr. Samia Suwasa, alisema sasa hivi singeli ni mziki mzuri, umeshanelewa ume, vizuri ume, ume, so tusizubae kwenye hili kama lema wa Nigeria kapiga ngoma hii kali, ni singeli. Unaweza ukashangaa kesho kutwa Chris Brown kaimba singeli. Alafu Sandalia tunasaulika kama ilivyo Tanzanite inajulikana ni madini kutoka South Africa, wakati ni ya Tanzania. Unaelewa? Tanzanite ni madini peke yake duniani anatokea wapi? Na wapi Arusha? Lakini nenda South Africa, nenda Dubai, wazungu wanayatafuta. South Africa wanatafuta Dubai, wanajua yanachimbwa South Africa. Ni sawa sawa watu dunia nzima wanavyojua mlima Kilimanjaro ni Kenya. Kwa yes, watu wanatoka Ulaya wanatua Kenya wanalipa pesa kutembelea mlima Kilimanjaro, alafu wale wanachukua pesa nyingi. Tanzania inalipa kidogo, alafu watu wanashuhudia mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo tukizuba na singeli itakuja kuwa kama Tanzanite kuonekana ni ya South Africa, wakati ni madini yetu kutoka Arusha Merelani, na singeli tutakuja kuipoteza, kwa hiyo ni lazima wadau wote kuhakikisha tunaipromoti singeli na wasanii wa bongo flava tu, tuwachane na mapiano, tuendelee ngoma kama ya Mario inafanya vizuri. Jana nimesikiliza ngoma ya Jukisi. Iko, iko tight ile ya Juksi. nimesikiliza ya, ya Zuchu, yani hivyo yani tukae hapo yani, kwamba sasa huu ndio mziki wetu sawa sawa. Sawa bwana, kuna komenti nimeziona nyingi, mara baada ya Harmonize kupiga shoo Songea kama nitakuwa sikosei, na kumuita pale mbele ya mgombea urais Dkt Samia Suluhu Hassan akaimba wimbo wa Daimondi nampenda rais, namleta rais na nini, nikuwa nafuatilia zile komenti, watu wengi wakawa wana... kama wanamsema hivyo Harmonize kwamba bwana Harmonize, unashindaga kujishikilia kwa, kwa Daimondi wakati mwenzako yeye ana time na wewe lakini wewe ukiona kidogo una pita na kazi zake. Tuweke sawa hii, amekosea mkubwa au amezingua Harmonize? Hajakosea kwenye hilo, yani ni kwamba ule wimbo namleta rais ule sasa hivi sio wimbo wa Diamond Platnumz, ni wimbo wa Chama cha Mapinduzi kumkaribisha mgombea urais. Kwa hiyo msanii yoyote anaweza akautumia kumpandisha Dr Samia Suluhu Hassan jukwani, wakati wa kampeni umeelewa. Kama Diamond hayupo, anaweza akapanda akaimba, hadi Jacopa akapanda akaimba, na ndio maana unaona nyimbo kama za Captain Komba mpaka leo zinatumika kwenye kampeni. Zile sio za Captain Komba, hizo ni za Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo Harmonize kwenye hilo hajakosea, yuko sawa, ule ni wimbo wa kumpandisha Kumbe tusije tukashangaa in case Diamond ene akaja akapiga wimbo wa Harmonize wa chama uh, au Alikiba au msanii mwingine, kwa sababu hapana, kwa sasa hivi kwenye hizi kampeni namleta Mheshimiwa Rais. Hio ndo tusiondoke hapo kwa Harmonize. Nimeona uh, mziki wake unafanya vizuri, pia nimeona kidedea noma, video lake noma pia, lakini sasa hivi watu kama wameanza kuzoea kwamba Harmonize kadri anavyokaribia kuachia kazi basi kuna mwanamke mmoja hivi taendi naye mwenye mshepu ya mizigo kama kawaida. Tumeona sasa hivi watu wanasemekana Sancho kando penzi zito na nini, tumradi kuna video wanaposti, baadhi ya watu udaku wanafuma baadhi ya maeneo wako pamoja na nini kimziki tu yeke. Vipi dudu baya, nafikiri ndio style yake kabla ajaachia kazi, lazima afanye huo dombo dombo, kwa sababu hii Tanzania kila siku naambia Watanzania usije ukao uka, mimi sasa hivi naweza nikasema na, na, na, sisem, yani nasema nimepanga labda baada ya uchaguzi naachia albamu yangu. Nina uwezo wa kumtafuta msichana yoyote anaye trend, tukakaa chini, wasikilize, kuanzia leo chukua kiasi, kaza hela ya mavazi, tunapiga picha, tuko maeneo tofauti tofauti, tunawapa awa udako wanakuwa posti Duduba, labda Dudubana na Wema Sepeto, Duduba na Wema Sepeto ni wapenzi, lakini siyo, siyo wapenzi, lakini sio wapenzi, ile tu tunafanya tu katika ili tuwe kwenye trend. Kwa ndio wanachokifanya ao madogo mara nyingi, sio kwamba relationship za, za ukweli, ni relationship ambazo ni, ni fake relationship kwa ajili kwamba trend kwa kabla hajatoa wimbo wake au hajatoa album yake. Kwa hiyo kwa, kwa Konde Boy nafikiri ni style yake na hiyo style nafikiri <laughs> <laughs> <Okay. Share, laughs> <Maji yamefuata mkondo. laughs> alijifunza kwa babake. Share, ndio maana, Zuchu na Diamond wanaleta tukio kesho nasikia kazi kona yeye anapita kwenye njia za babake mzazi kwenye mziki. Sasa. <laughs> kwa hiyo kwa hilo la huyo Mkenya kwangu mimi siwezi kushangaa, ndio style yake. Ya. Yeah. Ambacho nakikubali like, Yanco mara zote ambazo nikija kufanya mahojiano na wewe, Kuzuchu ni moja kati ya wasanii ambao unawakubali sana. Yaani, obviously huwa unawazungumzia mema. Nimeona kuna post aliposti Diamond ambayo ilihusisha kwamba ukiwa mwanaume usitumie nguvu nyingi sana za kujaribia kuwa na wanawake. Wewe unaweza kuwa na mwanamke mmoja ambaye mkafanya naye maisha. Lakini pia ukiona hujatosheka uh, unaweza ukachukua wa pili kama akiba, lakini ukiona bado sana unaweza ukaongeza ukawa na watatu. Ikikupendeza zaidi unaweza ukawa na wanne. Kisheria dini ni sawa kabisa kwa wao Waislamu wa, wa eh, ila sasa wanaume kuzungumza maneno yale, afu akiwa ameoa afu akaposti hadharani, sio kama anamdogosha mwanamke wake, na kuona kwamba mbona kama shika yajarizika. Nitakachokigoma jingine mimi ni ni Roma ni Katoliki pia sinatakiwa tuwe na mwanamke mmoja wewe ni Muislamu pywa hajakosea, kwenyelo kwa maana gani? Na ndio maana dunia dunia tuliyopo, mimi sipingi kabisa Waislamu kuwa na wanawake wanne ili kupunguza umalaya wao wao. Vyovyo unaweza ukawa una na mwanamke unampenda namna watoto lakini ana mapungufu yake. Sasa kuna mwingine, yale mapungufu anaweza akayatimiza kwa kwa hiyo, ndio pale unahitaji sasa huyu, kwa sababu wewe unaweza ukawa na mkeo, lakini kwenye maisha sio mpambanaji, na unampenda yeye, kazoea kuletewa. Sasa ili upate mpambanaji, inabidi uwe na mwanamke wa pili ambaye mpambanaji. Sasa wewe wa kuletewa, wewe kaa tu nyumbani, wewe unanizalia unalea watoto. Sasa huyu mpambanaji ndio wa pili, ambaye sasa umeelewa? Yes, ndio maana ya kuwa na mke wa kwanza wa pili na watatu. Kwa hiyo una, una, kwa sababu unaona kwamba Zuchu ni, ni, ni msanii mkubwa, anaweza akaa kwenye tua ndefu. Diamond yuko nyumbani, anahitaji mapenzi. Sasa nani atamrudisha wakati Zuchu yuko South Africa, yuko Nigeria? Ndio maana ya kuwa na mke kuwa na nyumba ndio hivyo hivo, ila usiongeze zaidi. <laughs> <laughs> <Hey, barulio. laughs> Eh. Kwa Diamond hajakosea, aja hapa. Okay, na ndio maana tukija, mi napendaga ukweli. Dini yetu ya Kikristu sio Mwenyezi Mungu ndo aliyesema muwe na mke mmoja, ni dini muwe na mke mmoja, lakini kimungu hiyo haipo. Ndio maana unakuta Mkristu umefunga ndoa, lakini ana wanawake watatu wanne nje shana lewa. Kwa hiyo swala la uwe na mke mmoja sio la Mwenyezi Mungu, ni dini. Ni sawasawa unavyoona kwenye dini yetu, mapadili wasioe, maskofu wasioe, Roman Katoliki sio agizo la Mwenyezi Mungu, ni dini yenyewe Roma ni katoliki likaa padri asiwe na mke katekista, unamjua katekista? Ni kiongozi anaye, ni msaidizi wa padri, sawa. Alafu anakuja padri, alafu anakuja askofu, baadae anakuja kardinali, baadaye kardinali kuna Papa. Sasa kwa hiyo hata kama Padri kaenda sehemu nyingine yeye anaweza kaongoza ibada anaitwa katikista. Lakini mapadri, maskofu, makadinali, papa kutokoa ni kwamba wameamua kujipunguzia majukumu. Mfano, wewe sasa hivi unapigiwa simu kuna mgonjwa anakuhitaji ukampe upako wa wagonjwa na mtoto wako anaumwa, utachagua yupi? Mtoto wako. Sio? Umeelewa? Sasa kwa hiyo ndio maana Roma ni katoliki mapadri maskofu makardinali papa hawaoi ili kupunguza majukumu, ili wahudumie jamii, wamtumikie Mwenyezi Mungu. Siyo agizo la Mwenyezi Mungu, hilo ni agizo la dini. Meneja wa Diamond Platnumz Sallam SK amefanya mahojiano juzi hapa, katika moja ya sentensi zake ambazo amezizungumza na ikazua gumzo ni pale aliposema WCB ni lebo ya kulea.